Mheshimiwa Rais, karibu sana. Hili ndio eneo letu la chanzo katika mradi huu wetu wa Same, Mwanga, Korogwe. Kama unavyoona hapa, tuna zoezi dogo mbele, ili uweze kujionea haya maji ya Same, Mwanga, Korogwe yanatoka hapa, yanapitaje mpaka yanafika huko mbele akaotendazi. Baada ya kusema haya, naomba naaarishi mawaziri. Asante sana, karibu sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais, sina mengi ya kusema. Sisi unasa huu ni mradi wa kihistoria wa muda mrefu sana, unasema ikoatuna. Kushukuru sana Mheshimiwa Rais, tumefanya kazi kubwa, tumefanya kazi nzuri, lakini juu ya saidizi na sapoti yako maetuka sisi nai mkaa muda mrefu sana sana ingia madarakani, tama alshaa sitaki kuzungumza maelezi. Mimi hapa ni eneo na chance na na uwezo kuchukua maji lita milioni mia tatu, mahitaji ya Mwanga na Same lita milioni sita. Ni maji kubwa sana katika kumaliza kabisa Ukiangalia kwa, kwa mbele ni bwawa wa Nyumba ya Mungu. Hii ni spillway ambayo ina mwaga maji kwayo. Sisi tumeteka hapa, kitekeo chetu ambao tunachukua maji, na hapa ni pump station, maji yakitoka katika hii nyumba ya pampu yanakwenda mpaka kwenye eneo linaitwa water treatment plant. Ni eneo ambalo kama kiwanda kwa ajili ya kuyatibu maji na tarehe kumi na mbili ya mwezi kumi na moja mwaka 2018 nilikuja ilikuja kuweka jiwe la msingi, leo nakuja kuuzindua, na yakitoka katika water treatment plant yanakwenda Kisangala, eneo la boost kwa ajili ya kuyabust, baadaye yanakwenda kwenye matenki makubwa ya Same pamoja na Mwanga, lakini baadaye tunafanya usambazaji katika maeneo. Kwa Mheshimiwa Rais, karibu sana sana sana.